Huenda tatizo la maji katika shule za kaunti ya Mombasa likafika kikomo hivi karibuni baada ya gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharifu Nasri kusema serikali lenga kuweka mashine za kusafisha maji ya mvua. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka katika shule ya upili ya Mritini, Abdul Samad amesema kuna shule 20 ambazo tayari zimeorodheshwa kuanza kumradi huo, kwa mradi huo ili kuona kwamba mradi huo unaanza mara moja, watu tumefanya mpango katika shule tuliofanya ni hapa pia, kuna shule ishirini ambazo tunasema tena itakuwa siokuwa, ni maji peke yake, watoto wetu wanakunywa haya maji. Kwa hivyo kuanzia ECD mpaka primary mpaka sekondari, yale maji ambayo kwamba yatawekwa katika shule zetu yatakuwa ni maji yale ambayo kwamba waheshimiwa pia wanakunywa katika ofisi, yale ambayo kwamba tutakuwa na mashini ya kufanya verification ya maji ili watoto wetu wasio ni wenye kubebana na mageleni ndio waje katika mashule. So the purification machines zikiwekwa, kuna shule nyingine zitafanywa water harvesting, yaani, yale mvua ikinyesha, tuweze kuhifadhi yale maji badala ya maji hayo yanaingia kiholela holele. So nitatuma wale watu waje kuangalia possibility ya kwa ikiwa tunaweza kuweka ECD hapa ili tuweze kujenga pamoja na the water treatment plant, hapa, hapa pamoja. Kwa upande wake, mbunge wa Jomvu, Badi Twalib, ameahidi kuzidi ushirikiana kwa karibu na gavana Abdulswamad kuhakikisha mradi huo unafikiwa. Wakati huo, Badi amemkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutokana na hulka yake ya kutusi viongozi. Mheshimiwa gavana wetu Abdulswamad Sharif, nasi tutaendelea kumsupport nakoshirikiana nayeye. Kuna watu wengine warukwa na akili baada ya kuondolewa kwenye viti deputy president wetu unifoma Gashagwa akili miruka kidogo, baada ya kutolewa kwa <laughs> na nanasema hayo kwa sababu alikuja hapa, alipokuja hapa, kaja naktukania gavana wetu kipengele ni bahati mbaya hapa jana, na mtukana wangu sasa. Wewe kwa hofu gani? Ukenda tu wewe, tukana watu, akufanya hivi, akufanya hivi, akufanya hivi, kisha akarudi hapa. Wakati ule alipokuwa hapo, kitabu za pita hapo kwa tafsiri. Gavana, sisi tunataka tumwambie, ikiwa mtafuta gavana yeye, na kura yake ya madhera madhera kule, yeye ndiye kapige kura yake, atafuta gavana wake kama ni gavana wetu Mombasa, viongozi hatuchaguliwi, tutachagua viongozi wetu wenyewe, na kiongozi wetu ni Abdulswamad Sharif Nassir. Ali Vincent Benvin TV